Mjabali nye, mie siyo nyani, mie mtu watoto wana lusaa ola una una akili ah. mimi ni balozi wa Silent Ocean. Silent Ocean ni simba wa bahari anasafirisha bidhaa zake kutoka China kwenda Tanzania kwa siku ishirini na nane tu anasafirisha, nakwambia kweli. Unaweza usiniamini, lakini nakwambia kweli, wanasafirisha kutoka hivi, wanasafirisha hivi wanatoka hivyo wanakwenda, wanakwenda wanafika Tanzania, wanashusha. Akifika Tanzania, akisha shusha, alafu yule mtu alochukua anakuja, anachukua, anapeka kwenye godown yake, siku thelathini mpaka ishirini na nane. Hiyo ndio Silent Ocean. Hivi wanasafisha osha osha osha, huyu anajitambua, osha osha osha. Bwana, hii ni Silent Ocean. Simba, bahari. Nikitokea hapa yu sehemu ambayo nilikuwa namwelewesha kijana namna gani mizigo inasafirisha kutoka China kwenda Tanzania. Umeona yes, like this like this. yes, yes, hivi ndo sasa inavyosafirisha una yeah. Wewe una akili mwambie baba yako anipe hela. Shikamo. <laughs> hala.